DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni, na mimetimia saa kumi na mbili kamili Afrika Mashariki, sawa na saa, saa kumi na moja kamili Afrika ya Kati. Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya DW kutoka Bon, Ujerumani. Karibu katika matangazo ya jioni. Mimi ni Amina Abubakar. Habari za Ulimwengu, na msomaji wako ni mimi saumu Mwasimba. Kwanza ni muktasari wake. Rais wa Marekani Donald Trump amezikosoa Iran na Israel kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano. Viongozi wa mataifa 32 wanachama wa jumuia ya kujihamia NATO wanakutana mjini the Hague katika mkutano wa kilele. Na balozi za nchi za magharibi nchini Kenya zatoa mwito wa kufanyika maandamano ya amani katika taifa hilo kesho Jumatano. Habari kamili. Beersheba, Israel. Rais wa Marekani Donald Trump amesema utekelezaji wa makubaliano ya amani kati ya Iran na Israel umeanza rasmi. Hata hivyo, Trump amezilaumu pande zote mbili kwa kukiuka usitishaji wa mapigano, akieleza kuwa amekasirishwa na hatua zilizochukuliwa na mataifa yote mawili za kushambuliana tena muda mfupi baada ya kutangazwa kwa makubaliano hayo hapo jana. They violated, but Israel violated it too. Wote wamekiuka makubaliano, Israel pia imekiuka. Hata tu baada ya kufikiwa kwa makubaliano, Israel ilirusha makombora mengi kwa kiwango ambacho sijawahi kushuhudia hapo awali. Sijafurahishwa na Israel. Unajua, ninaposema mambo yako sawa na kwamba sasa mna saa kumi na mbili kabla ya utekelezaji, kwanza hupaswe kutumia saa ya kwanza kurusha makombora yote ulionayo. Kwa hivyo haikunifurahisha, lakini pia sijafurahishwa na Iran. Ofisi ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu imesema Israel imesitisha kufanya mashambulizi zaidi baada ya kiongozi huyo wa Israel kuzungumza na rais Donald Trump. Rais Trump akizungumza hii leo kabla ya kuelekea kwenye mkutano wa NATO nchini Uholanzi pia amesema hataki kuona mageuzi ya kiutawala nchini Iran ambayo yanaweza kusababisha machafuko. The Hague Viongozi wa nchi wanachama wa jumuiya ya ya NATO wanakutana mjini The Hague katika mkutano wa kilele wa siku mbili wenye lengo la kuonyesha mshikamano wa kijeshi dhidi ya Urusi. Licha ya kauli za awali za rais wa Marekani Donald Trump za kukosoa mfungamano huo. Mkutano huu nchini Holanzi unalenga kuimarisha ulinzi wa pamoja kwa kuongeza bajeti ya kijeshi. Trump anatarajiwa kushiriki mkutano huo kesho Jumatano. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte amesema jumuiya hiyo haiwezi kuendelea kuwa dhaifu mbele ya Urusi na inapaswa kuchukua hatua zaidi kuimarisha uwezo wake wa kiulinzi. Rais wa Ukraine Volodimir Zelenski, ambaye mzozo wa nchi yake na Urusi ni ajenda kuu, ametaka NATO kuongeza uwekezaji katika uzalishaji wa silaha ndani ya Ukraine na kuzuia vipuri kutoka nje vinavyotumiwa na Urusi kutengeneza silaha. Kiev Urusi imefanya mashambulio ya droni na makombora dhidi ya Ukraine na kusababisha vifo vya kiasi watu kumi na nane na wengine zaidi ya mia moja kujeruhiwa. Maafisa wa Ukraine wamesema vikosi vya Urusi vimekuwa vikifanya mashambulio mfululizo dhidi ya maeneo ya makazi ya raia nchini Ukraine tangu vita vilipoanza miaka zaidi ya mitatu iliyopita. Umoja wa Mataifa umesema zaidi ya raia elfu kumi na mbili wa Ukrain wameuliwa kwenye vita hivyo. Mashambulio hayo yamefanyika wakati rais Volodimir Zelenski anatafuta njia ya kuhakikishiwa kupata msaada zaidi wa kijeshi kutoka mataifa ya magharibi kukabiliana na uvamizi huo wa Urusi. Zelenski anajiandaa kukutana leo na viongozi wa nchi za magharibi wanaoshiriki mkutano wa jumuia ya kijeshi ya NATO nchini Uholanzi naendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari inayowajia moja kwa moja kutoka idhaa Kiswahili ya DW mjini Bonn. Nairobi, Mabalozi wa nchi za magharibi nchini Kenya wametoa wa mwito wa kuwepo kwa uvumilivu na utulivu wakati taifa hilo likijiandaa kwa maandamano ya kuadhimisha mwaka mmoja tangu maandamano ya umwagaji damu mwaka jana. Mabalozi hao wamesema wanawasiwasi kufuatia taarifa za madai ya vikundi vya wahuni kulipwa ili kuvuruga maandamano. Hali ya taharuki imeongezeka baada ya waandamanaji waliopinga ukatili wa polisi wiki iliyopita kukabiliwa na watu wenye silaha wanaodaiwa kushirikiana na polisi. Mashirika ya haki za binadamu yameripoti vifo vya takriban watu sitini kati ya Juni na Julai mwaka jana. Katika tamko la pamoja, mabalozi kutoka Ujerumani, Uingereza, Marekani, Kanada na mataifa mengine wametoa mwito wa, wa maandamano ya kesho kufanyika kwa njia ya amani na hatimaye, Geneva. Umoja wa Mataifa umesema wakimbizi wanaokadiriwa kufikia milioni mbili na laki tano duniani kote watahitaji kutafutiwa makazi mwaka ujao, katika wakati ambapo Marekani na mataifa mengine yanapunguza wahamiaji. Shirika la kusaidia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR limesema idadi ya wanaohitaji kupatiwa makazi imepungua kiasi mwaka huu kutokana na mabadiliko ya kisiasa yaliyoshuhudiwa nchini Siria ambako raia wake waliruhusiwa kurejea kwa khiari nchini humo. Msemaji wa UNHCR Shabia Manto amesema kuna idadi kubwa wa ya wakimbizi ambao huenda wakahitajika kutafutiwa nchi za kwenda kuishi mwaka elfu mbili na ishirini na sita kutoka Afghanistan, Siria, Sudan Kusini, wa Rohingya kutoka Myanmar na Wakongomani. Na huu ndio mwisho wa taarifa hii ya habari iliyowajia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili DW Bon. DW Dunia yetu leo jioni. Nam, asante Saumu Mwasimba kwa kutusomea taarifa ya habari za ulimwengu jioni ya leo. Msikilizaji na mfuatiliaji wetu, tuna mengi. Donald Trump asema makubaliano ya usitishwaji vita kati ya Israel na Iran yanaendelea kutekelezwa, lakini hali ni tofauti katika mataifa hayo, mahasimu hao wawili bado wanaendelea kushambuliana. Kwengineko, viongozi wa NATO na Ulaya watoa wa wito wa ushirikiano wa kina wa kiulinzi ili kukabiliana na vitisho vya kimataifa, na nitakueleza ni kwa nini wali katika maeneo ya Rushuru, Masisi na Nyiragongo nchini Kongo hawajalipwa mishahara kwa miezi kadhaa. Haya, tuanze moja kwa moja na taarifa yetu hiyo tuliyoipa kipaumbele hii leo. Rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano ya kusimamisha vita kati ya Israel na Iran yanaendelea kutekelezwa licha ya nchi hizo kukiuka masharti ya kusitisha mapigano na kushambuliana muda mfupi tu baada ya kuanza makubaliano hayo. Wakati huo huo, wa Iran na Waisraeli wamefurahia hatua wa hiyo ya kusitisha vita kati ya nchi hizo mbili. Zainab Aziz na taarifa zaidi Trump alitoa maoni yake kwa waandishi wa habari kabla ya kuondoka kuelekea kwenye mkutano wa kilele wa Jumuiya ya NATO huko The Hague. Alisema amesikitishwa na nchi hizo kuendelea kushambuliana. Wamekiuka makubaliano ya kusimamisha vita. Israel pia imekiuka. Tulipokubaliana kuhusu mpango huo, Israel imetoka na kudondosha shehena ya mabomu ambayo sijawahi kuyaona. Sina furaha na Israel. Unajua, naposema sasa mna saa kumi na mbili za kusimamisha vita, sio sawa utoke na kuwadondoshea wenzenu makombora kwenye muda wa mwanzoni tu wa makubaliano. Sina furaha na Iran pia, Iran. Hata hivyo, baada ya kuzilaumu nchi hizo, Rais wa Marekani amesema makubaliano ya kusimamisha vita yanaendelea kutekelezwa. Israel imesema inajiepusha na mashambulizi zaidi dhidi ya Iran baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuzungumza na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Wakati hayo yakiendelea, wa Iran na Waisraeli wanasherekea amani iliyorejea kwenye maeneo yao hii leo Jumanne, licha ya ripoti kutoka pande zote mbili za ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha vita yaliyotangazwa na rais wa Marekani Trump. Waziri wa ulinzi wa Israel Israel kats amesema aliliamuru jeshi kufanya mashambulizi mapya kujibu hatua ya Iran ya ukiukaji wa wazi. Iran kwa upande wake, imekanusha kwa kuishambulia Israel kwa makombora, na imesema mashambulizi ya Israel yaliendelea kwa saa moja na nusu zaidi baada ya muda uliokusudiwa wa kuanza usitishaji wa mapigano. Hata hivyo, katika nchi zote mbili za Iran na Israel inaonekana hisia ya uwepo wa unafuu kwamba makubaliano ya kusimamisha vita yamefikiwa siku kumi na mbili baada ya Israel kufanya mashambulio ya kushtukiza dhidi ya Iran, na siku chache kadhaa baadaye Marekani ikaiunga mkono kwa kuishambulia Iran. Waisrael waliokwama nje ya nchi wakati wa mzozo wa nchi yao na Iran wametua katika uwanja wa ndege wa Tel Aviv leo hii Jumanne baada ya mahasimu hao kukubali kusimamisha mapigano. Takriban Waisraeli laki moja na nusu hawakuweza kurejea nchini kwa ndege tangu Juni kumi na tatu wakati Israel ilipofunga anga yake na safari za ndege zilisitishwa baada ya Israel kuishambulia Iran. Huko nchini Iran, walinzi wa mapinduzi wamesema wamemkamata raia mmoja wa Ulaya anayetuhumiwa kufanya ujasusi kwenye maeneo nyeti ya kijeshi katika eneo la kusini mwa nchi hiyo katika mkoa wa Hormozgan. Mtu huyo amebainika kuwa aliingia Iran kama mtalii. Nam, ni taarifa yake Zainab Aziz kuhusu mgogoro huo unaoendelea kati ya Israel na Iran. Tukisonga mbele, viongozi wa jumuiya ya kujihami ya NATO na Umoja wa Ulaya wametoa wito wa kuwepo ushirikiano wa kina wa kiulinzi na kuongeza uwekezaji ili kukabiliana na vitisho vya kimataifa huku ukidhamiria kujiimarisha kijeshi kukabiliana na hujuma zozote kutoka kwa Urusi E, kwa kuongeza bajeti yake ya ulinzi mengi zaidi. Anaarifu Bruce Amani akizungumza leo katika kongamano la sekta ya ulinzi ya NATO linalofanyika kabla ya mkutano wa kilele wa siku mbili wa NATO mjini the Hague. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte amesisitiza umuhimu wa kuwepo uhusiano thabiti kati ya NATO na Marekani na sekta ya ulinzi imara ili kudumisha amani. Amesema NATO inapaswa kuchukua hatua zaidi kuimarisha bajeti yake ya ulinzi na haipaswi kukubali kushindwa na Urusi. So we need to bring down barriers and encourage... Eh, hivyo tunahitaji kuondoa vizuizi na kuhimiza ushirikiano wa kweli wa kiulinzi kati ya Marekani na Ulaya. Ni Ulaya na Amerika Kaskazini pekee ndizo zinaweza kuinuka na kukabiliana na changamoto hiyo. Kuna msemo wa Kirumi unasema, kama unahitaji amani, jiandae kwa vita. Ni jambo rahisi, imarisha ulinzi wako hadi asiwepo mtu anayeweza kuthubutu kushambulia. so no. Katibu huyo mkuu wa muungano huo wa kijeshi amebainisha kuwa viongozi wa NATO wanakaribia kuchukua hatua ya kihistoria kutoa rasilimali zinazohitajika kwa ulinzi imara. Amemhakikishia rais Zelenski kuwa anaweza kutegemea kuendelea kuungwa mkono na washirika kwa ajili ya ulinzi wake dhidi ya Urusi. Kwa upande wake, rais wa halmashauri kuu ya umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amepongeza kile alichokiita ahadi ya kihistoria ya matumizi ya NATO, akisema sekta ya ulinzi ya Ulaya hatimaye imeamka. Kesho mkutano wa kilele utaweka malengo mapya ya kihistoria ya matumizi kwa washirika wa NATO, lakini jinsi tunavyowekeza ni muhimu sawa na kiasi tunachowekeza, von der Leyen amesema. Katika miezi ya karibuni Ulaya imechukua hatua ambayo ilionekana kutofikirika mwaka mmoja uliopita. Katika hatua nyingine, rais Zelenski amewatolea wito washirika wake wa NATO kuongeza uwekezaji katika uzalishaji wa silaha kwa Ukraine na kudhibiti vifaa kutoka nje vinavyotumiwa na Urusi katika kutengeneza silaha zake. Zelenski amesema wanapaswa kuhakikisha kwamba uwezo wao wa ulinzi na uwezo wa washirika wake unafanya kazi kwa ajili ya amani yao na sio kwa ajili ya wazimu wa Urusi. Wakati huo huo, rais wa Marekani Donald Trump amesema huenda atakutana na rais wa Ukraine Volodimir Zelenski pembezoni mwa mkutano wa kilele wa NATO. Akizungumza kwenye ndege yake Air Force One, Trump amesema Zelenski yuko katika wakati mgumu ambao hakupaswa kuupitia. DW tunavuma kwa kishindo tunapatikana pia kupitia internet katika DW.com mkwaju Kiswahili. Tupo YouTube, tupo Instagram na pia Facebook. Ukitutafuta huko, tupo tafuta tu DW Kiswahili. Tuangazie sasa juhudi za kuimarisha ushirikiano wa kibiashara kati ya Marekani na bara la Afrika. Viongozi wa serikali, wawekezaji na wafanyabiashara kutoka pande zote mbili wamekutana mjini Luanda, Angola pamoja na changamoto za kisiasa na mwelekeo mpya wa kiuchumi. Mkutano huu umeangazia miradi mikubwa kama reli ya Lobito, usalama wa chakula na uwekezaji wa sekta binafsi. Angela Mdungu na taarifa zaidi. Mkutano wa kilele wa biashara kati ya Marekani na Afrika unaoendelea mjini Luanda nchini Angola umewakutanisha zaidi ya wa washiriki elfu moja kutoka sekta mbalimbali mbali, lengo kuu likiwa ni kupanua ushirikiano wa kiuchumi na kibiashara kati ya pande hizo mbili katika zama ambazo China inaendelea kuwa mshirika mkubwa wa Afrika. Akizungumza katika ufunguzi wa mkutano huo, rais wa Angola Joao Lorenzo amesema Afrika inahitaji zaidi ya mitaji na kusisitiza umuhimu wa uwekezaji una mamlaka ya mataifa kuhamisha maarifa, kukuza ajira zenye ujuzi na kutumia rasilimali za ndani. Balozi Troy Fitrell kutoka wizara ya mambo ya nje ya Marekani alieleza kuwa zaidi ya kampuni laki tatu za Kimarekani zinaonyesha nia ya kufanya biashara Afrika, ingawa bado hazijaingia sokoni. Miongoni mwa miradi mikubwa inayojadiliwa ni mradi wa Lobito Corridor, ambao ni reli ya kilomita mia tano thelathini itakayounganisha eneo la Chingola nchini Zambia na reli ya Benguela nchini Angola. Waziri wa uchukuzi wa Zambia Frank Tayali amesema ujenzi wa reli ya Lobito unatarajiwa kuanza robo ya tatu ya mwaka elfu mbili ishirini na sita huku mashauriano ya kifedha yakiendelea. Waziri wa uratibu wa uchumi wa Angola Jose Masano amesema serikali yake haitatoa ufadhili wa moja kwa moja bali itategemea uwekezaji wa sekta binafsi kupitia mikataba ya makubaliano. Aidha, Masano amethibitisha kuwa Angola inasubiri ufadhili wa dola milioni mia tano kutoka Benki ya Dunia huku bajeti ya taifa hilo ikikumbwa na changamoto za kushuka kwa bei ya mafuta. Kwa mtazamo wa Flavio Innocencio, mtaalamu wa mafuta na gesi, ushiriki wa Marekani katika mkutano huu unaweza kuashiria mwanzo wa mwelekeo mpya wa ushirikiano hasa kwa kuzingatia mtindo wa uongozi wa Rais Trump unaotanguliza mahusiano binafsi kuliko ya utawala wa Trump huenda hauoni Afrika kama eneo la kimkakati, lakini bado unaona umuhimu wake. Kutumwa kwa mjumbe wa karibu wa familia ya Trump kuongoza ujumbe huu ni dalili kuwa kuna nia ya kweli, hasa kwa kuzingatia kuwa Trump huthamini zaidi mahusiano binafsi kuliko ya kiserikali. Huu unaweza kuwa wakati muhimu kwa Angola. Mkutano huo umeonyesha mwelekeo mpya wa Marekani barani Afrika, ukihamasisha sekta binafsi kuchukua nafasi ya mbele. Pamoja na changamoto za kisiasa, matarajio ni makubwa kuhusu ushirikiano wa muda mrefu, hasa kuelekea mkutano mwingine wa Afrika na Umoja wa Ulaya uliopangwa kufanyika Angola Novemba mwaka huu. Asante Angela Mdungu kwa taarifa hiyo. Msikilizaji bado unaendelea kusikiliza matangazo haya ya jioni ya moja kwa moja kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya DW ikiwa sasa ni saa kumi na moja na dakika kumi na sita hapa Ujerumani. Na tukisonga mbele, wataalamu zaidi ya mia nne kutoka nchi hamsini na tano wakiwemo wanasayansi, watunga sera, wakulima na watafiti wamekutana jijini Dar es Salaam kwa mkutano wa kumi wa kimataifa wa kilimo, chakula na lishe. Wamejadili changamoto na fursa za mabadiliko ya tabia nchi katika sekta ya chakula na lishe pamoja na mbinu za kuimarisha mifumo endelevu, salama na rafiki kwa mazingira. Florence Majani na taarifa zaidi. Mkutano huo ulioandaliwa na shule ya afya ya Uingereza, kwa kushirikiana na chuo kikuu cha kilimo cha Sokoine nchini Tanzania SUA, umekutanisha wadau wa kilimo na lishe kutoka nchi mbalimbali na unalenga changamoto za mabadiliko ya tabia nchi katika mifumo ya chakula na lishe. Kwa mujibu wa wasomi na watafiti mkutano huu ni matokeo ya utashi wa kisiasa wa kuibadilisha mifumo hiyo kuwa endelevu, jumuishi na yenye usawa. Profesa Sunita Kadiala kutoka chuo kikuu cha afya cha Uingereza anasema mkutano huu unatoa jukwaa muhimu kwa wataalam wa sekta mbalimbali kushirikiana katika kutafuta suluhu jumuishi dhidi ya athari za mabadiliko ya tabia nchi. Karibu nusu ya watoto wenye umri wa chini ya miaka mitano wanakufa kwa magonjwa yanayohusiana na utapia mlo. Hiyo ni idadi kubwa. Mkutano huo unafanyika wakati ambapo dunia inakabiliwa na changamoto lukuki za mabadiliko ya tabia nchi ikiwamo mmomonyoko wa mazingira na ongezeko la utapia mlo na magonjwa yasiyoambukiza. Wadau wengine katika mkutano huo wanasema unafanyika wakati ambapo dunia inapitia changamoto za mabadiliko ya tabia nchi yanayohatarisha usalama wa chakula na lishe. Makamu mkuu wa SUA Profesa Maulidi Mwatawala amesisitiza: lakini jambo moja la msingi ni kwamba tunaangalia kufungamana kwa kilimo chakula na afya kwa sababu ni sekta tatu ambazo zinakwenda pamoja. Chakula kinatokana na kilimo na afya inatokana na chakula, pamoja na mambo mengine. Kwa mujibu wa shirika la mpango wa chakula duniani WFP, zaidi ya watu milioni mia mbili tisini na tano katika nchi hamsini na tatu duniani walikumbwa na balaa la njaa kali mwaka 2024 na na nne, ikiwa ni ongezeko la watu takribani milioni kumi na nne ukilinganisha na mwaka uliotangulia. Afrika Mashariki iliathirika zaidi huku mafuriko yakitajwa kuharibu mashamba mifugo na usambazaji wa chakula. Tanzania, miongoni mwa nchi za Afrika, nayo ilikumbwa na mafuriko kati ya mwezi Aprili na Mei mwaka elfu mbili na ishirini na nne, yaliyosababisha kupungua kwa uzalishaji wa chakula kwa asilimia thelathini na kuongeza uhaba hasa vijijini. Profesa Joyce Kinabo kutoka Suwa anasema mkutano huu unaziunganisha sekta ili kujenga mifumo thabiti ya chakula na jamii zenye afya, kwa lengo la kuwawezesha watafiti na watoa maamuzi wakuu kushiriki na kusikia ushahidi wa kiubunifu utakaofahamisha uundwaji wa sera kushughulikia baadhi ya changamoto kubwa zaidi za maendeleo duniani. Mkutano huu wa ANH 2025 ni jukwaa la kipekee kwa wataalam, watunga sera na jumuiya za kimataifa kushirikiana katika kutafuta suluhu za changamoto hizi kwa kutumia utafiti, ushauri wa kisera na ushahidi halisi kutoka kwa jamii zilizoathirika zaidi. Florence Majani, DW, Dar es Salaam. Aya tukamilishe um matangazo haya ama taarifa zetu, mkusanyiko wa taarifa zetu jioni ya leo, kwa kuliangazia hili huku, ki, huko Kivu Kaskazini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, walimu katika maeneo ya Rushuru, Masisi na Nyiragongo yaliyoko chini ya udhibiti wa kundi la M23 wanapaza sauti wakilalamikia kutolipwa mishahara kwa miezi kadhaa. Baadhi yao hawajapata mshahara kwa muda wa hadi miezi sita, hali inayowasukuma kutishia kugoma kufikia mwisho wa mwaka wa masomo mnamo Julai mwaka huu 2025. na na hatua hiyo kama itatekelezwa, huenda ikazidisha kuyumba kwa mfumo wa elimu ambao tayari uko katika hali tete. Ripoti ya Ivon Kapinga inasimuliwa na Dutu Bulendo. Mgomo huu umefuatia mazungumzo ya Juni kumi mwaka huu ambapo walimu walituma wawakilishi huko Goma kuzungumza na maafisa wa serikali kuhusu malimbikizo ya mishahara bila mafanikio. Felix Hakiza, katibu mkuu wa muungano wa mataifa ya walimu wa shule za umma huko Lutshuru, amesema mgomo bado unaendelea na kwa miezi kadhaa wanafunzi hawajasoma isipokuwa wale wa darasa la sita wanaojiandaa na mitihani yayo ya kumaliza elimu ya msingi. Baadhi ya shule hazijaanza masomo tangu Machi. Kuna walioacha shule, wengine wameolewa mapema, na baadhi ya watoto wamejiunga na makundi ya waasi. Hii inaharibu kabisa elimu yetu. Wazazi pia wanasema watoto wao wameathirika. Mmoja wao Jean Herelimana anaeleza kwa masikitiko Zafasi. Watoto wangu hawajaenda shule kwa karibu miezi minne. Baadhi ya shule zilifungwa Februari kwa sababu walimu hawakulipwa. Kwa kuwa elimu ni bure, serikali inapaswa kuwalipa walimu. Athari zake ni mbaya sana. Chama cha walimu kinasema walimu katika maeneo hayo hawapati mishahara, huku shirika la misaada la Caritas ambalo awali lilikuwa likiwalipa likishindwa kuendelea tangu kuzuka kwa uwasi wa m ishirini na tatu. Kwa upande wao muungano wa kisiasa na kijeshi wa M23 umesema walimu wa Lutshuru, Masisi, Nyiragongo ni sehemu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Kongo hivyo wanapaswa kulipwa kama walimu wengine nchini humo. Wameshutumu serikali kwa kufunga kaunti za benki za walimu hao wakidai ni adhabu kwa wakazi wa maeneo hayo. Kundi hilo limedai pia serikali ya Kinshasa inatumia fedha za walimu hao vibaya na sasa wameanza mashauriano na shirika la UNICEF la kutafuta suluhu ya kudumu kwa maeneo wanayoyadhibiti. Hadi sasa serikali ya Kinshasa haijatoa tamko lolote kuhusu madai hayo, huku shule zikibaki tupu, walimu wakijishughulisha na shughuli nyingine nje ya taaluma yao. Nam, tunamkaribisha tena Tatu Karema tueleze yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii karibu, Tatu na hipi. Asante uh, sana Amina. Moja kwa moja anaelekea nchini Ufaransa mm. ambako polisi wamewakamata watu kumi na wawili kufuatia madai ya watu kuchomwa sindano wakati wa tamasha la kila mwaka la mziki la mtaani maarufu kama Fete la Muzika. Ngoja kwanza wamechomwa sindano wakifahamu, na sindano za nini? Ni kama wewe ujitokeze ni... kama shabiki umeenda kwenye tamasha umeenda kufurahia na mambo kama, alafu sasa, hmm. unadungwa sindano bila kujua. Aha. Mm -hmm. Mm -hmm. Sasa tamasha hilo lilifanyika kote nchini uh, Ufaransa na Paris ilishuhudia umati mkubwa wa watu kuliko kawaida kulingana na polisi. hmm. na kwa mujibu uzara yandani mbali -mbali wa wizara ya mambo ya ndani watu mia moja arobaini na tano kutoka maeneo mbalimbali waliripotiwa kuchomwa sindano hizo, Mm, ingawa mamlaka haijabainisha iwapo sindano hizo zilikuwa na dawa kama au GHB, ambazo zinajulikana kutumika katika visa vya ubakaji kwa njia ya dawa, imeonya kwamba kemikali hizo huathiri ufahamu aathiriwa na kuwaweka katika hatari ya kushambuliwa kingono. Mm. Sasa maoni wako waliokamatwa baadhi wanaozungumzia tukio hili. Mmoja anasema hiyo inatisha sana, inaweza kuwa dawa, inaweza kuwa magonjwa hatari, hiyo ni tabia mbaya sana. Pamela anasema hafla hizo ziliwahi kuwa matukio ya furaha sana, familia nzima, wazazi, watoto wadogo, babu, bibi, wote walikuwa wakihudhuria wakiwa wametulia na wenye furaha, wakicheza katika mitaa ya Paris mm -hmm, tulipenda sana lakini kulingana naye, anasema hajawahi kushuhudia tukio kama hilo la kutisha. Hata hivyo, anasema kwamba waliohusika wachukuliwe hatua. Na th ishirini na moja, huyu anasema mimi ningekuwa na wasiwasi zaidi kuhusu magonjwa zina maana huwezi kujua sindano hizo zilidunga nani nani, hmm, nani na nalikuwa na nini? Dunia imeharibika kwa kweli. Kweli kabisa. mm -hmm. Uh, mbali na hayo anaelekea nchini Kenya ambapo balozi kumi na mbili nchini humo zimetoa wito kwa serikali ya Rais William Ruto kuheshimu haki ya wananchi ya kukusanyika kwa amani na kujieleza. Na kauli hiyo Amina, imetolewa kuelekea maandamano ambapo yamepangiwa kufanyika hapo kesho. Kesho, naam, kwa heshima waandamanaji zaidi ya sitini waliouawa na mamia kujeruhiwa wakati wa maandamano ya kupinga mswada wa fedha tulioshuhudia mwaka jana mm. Na katika taarifa pamoja ambayo ilitolewa leo mabalozi na makamishna wakuu kutoka Ujerumani, Uholanzi, Denmark, Ireland, Australia, Uswizi, Norway, Canada, Uingereza, Marekani, Sweden na Finland wametoa wito kwa maandamano hayo kufanyika kwa amani na kwa vyombo vya usalama kujiepusha na matumizi ya nguvu kupita kiasi. Hmm. Sasa Vito Adrian anasema lakini serikali ya Kenya kweli inataka kusikia hili? Uh-huh. Makamau anasema hayo ni mataifa ya nje tu. Aya, na mabalozi wa mataifa Afrika nao wanasemaje? Maana yake hatujawasikia. Willis kwa anasema haki zetu kama wananchi zinapaswa kuheshimiwa wakati wote. Bila shaka macho yote kesho yatakuwa huko kuangalia kipi kitakachojiri kutokana na maandamano ma, hayo yaliyopangwa. Lakini inadaiwa kwamba wengi wanasema watajitokeza mm. Kingine kukumbusha tu mfuatiliaji wetu kwamba hata sisi pia kijamii, <laughs> <laughs> yeah, so, YouTube, tuna mitandao yetu ya kijamii ya YouTube, tuna Facebook, tuna Instagram, tuna TikTok kwa hivyo anaweza kutembelea kuona kazi ambazo tumeweza kuchapisha, uh, katika kurasa hizo na kutuachia pia maoni yake. Asante. Asante tatu basi, tuanze kusoma ujumbe mfupi ambao umetufikia hapa studio kutoka kwa eh, wasikilizaji wetu na wafuatiliaji wetu waliotuandikia kutokana na, na mambo tuliokuwa nayo katika matangazo haya nikiangalia kwenye YouTube, Faraja Antoni akitoka kule Kitambuka anasema Rais Trump anatoa kauli zake bila mafanikio yoyote ya kukomesha vita. Mute Gehi Elias anasema wimbi la mashambulizi ya droni za Urusi nchini Ukraine ni tishio kubwa kwa raia. Kayuni Rashid Hatepi ameandika kupitia YouTube na anasema kwamba hakika walimu huko Rushuru wanastahili kupewa haki yao. Tatu Abdulahi Samari anasema Dochi Vele inaopata vyema sana, nikiwa Kisija Pwani. Uh, Munda mtaalamu wa Geita anasema walimu huko Rushuru wapoe kipaumbele. Yahya Mgaza anauliza Wakenya mnataka nini kila kukicha maandamano. Aminiel Mat akiwa Arusha yanauliza Rais Trump, mbona ueleweki na kauli zako tata? Mara unaisaidia Israel, mara unailani Israel kwa kuishambulia Iran. hii ina maana gani? Haya, Elija Msesa anasema Deutsche Welle nawapata vyema kabisa nikiwa Cape Town Afrika Kusini. Asante kwa kutufuatilia Elija. E, upande wa Instagram, Thomas Mayunga akiwa Geita, Tanzania, anasema viongozi nchini Kongo, walipeni walimu huko Rushuru e, mshahara. Fuso wafuso wa Mwanza, Tanzania, anasema kuleni walimu huko Kongo kwa changamoto hiyo kubwa mnayopitia. Tatu Isaya Sambo anasema litakuwa jambo jema kama walimu fedha zao kwa watalipwa kwa wakati ili waweze kuhudumia familia zao. Lukas Zabroni wa Mwanza, Tanzania, anasema kila lahiru, Viongozi mnaoshiriki mkutano wa kilele wa NATO huko Uholanzi na kulaya. Barnabas akiwa maeneo ya Moshi, yeye anasema binafsi naona mkutano huo wa NATO hautaleta tija kama ajenda kusitisha vita vya Gaza haitakuwepo. Ndio umeshatufungia matangazo ya jioni. Msikilizaji, asante kwa kuwa nasi. Mimi naitwa Amina Abubakar. Jioni njema, kwa heri.